kwa kulifungua Kanisa la Ufufuo na Uzima. Hii ni hatua muhimu katika kuleta ustawi wa serikali na waumini wa dini mbalimbali. JMAT pia inampongeza sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa juhudi anazochukua kurejesha utengamano, upendo, usamehevu amani na umoja wa kitaifa. Saba. JMAT inapinga vikali baadhi ya viongozi wa dini waliotoa maneno makali yanayoashiria kama vile kuna vita na ugomvi kati ya Uislamu wa na Wakristo nchini, kitu ambacho si kweli kabisa. Sisi tutaendelea kuwa ndugu na wamoja kama Watanzania. Nane, Serikali ichukue hatua za makusudi kubaini raia halali wa nchi hii na wageni wanaoingia kila kukicha ili kutambua nia na madhumuni yao Kusabu, kwa sababu inaonekana kwamba baadhi ya wageni pia walishiriki katika jambo la kuidhuru nchi yetu ya Tanzania. Tisa, JMAT inalaani matamko yoyote yanayoashiria shari na uhasama dhidi ya serikali na viongozi wake, viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na lugha zisizofaa kama vile kukatana vichwa au uchochezi wa chuki na uhasama kati ya watu wa dini kuu mbili nchini.